Jua haki zako na Benson Wakoli. Jambo msikilizaji, na karibu kwenye makala leo ya Jua Haki Zako, makala ambayo kuelimisha kuhusu haki zako tena za msingi. Leo msikilizaji, tunaangazia suala linalozidi kuwa paswa kichwa. Hili ni unyanyasaji wa wanawake kwenye mitandao ya kijamii. Utafiti wa hivi punde uliofanywa na Shirikisho la Mawakili Wanawake nchini Kenya kwa ushirikiano wenzao kutoka nchini Nigeria umeonyesha wazi kuwa karibu kila mwanamke aliyeshiriki katika utafiti huu ameshambuliwa kwenye mtandao, iwe ni kwa maneno ya matusi, vitisho, au kusambaziwa picha binafsi bila wao kuidhinisha. Hili ndilo msikilizaji, tunalijadili leo kwenye makala haya ya jua haki zako. Ilivyo ada, kama ibada ya msikilizaji, jina langu mimi ni bwana Benson Wakoli. <tipulikian> Shambulio kwa wanawake kwenye mtandao imenyamazisha wanawake hasa wale wanaojaribu kutoa maoni hadharani. Mwanaharakati wa kijamii Aisha Yusuf anasema wakati umewadia suala hili kushughulikiwa kwa undani. Uh, The voices of women, you know, are being shut down. Kwa bahati mbaya tupo katika kipindi ambacho sauti za wanawake zinanyamazishwa mtandaoni. Ni eneo ambalo wanawake wengi wameweza kupata nafasi ya kuzungumza na kueleza maoni yao, hivi sasa kuna mashambulizi yaliyopangwa ili kuhakikisha sauti hizo zinazimwa. Hatuwezi kuruhusu jambo hili liendelee kwa sababu linatugusa sote, si swala la kuliona tu kwa mtazamo wa kijinsia na kudhani kwamba halikuhusu kwa sababu wewe si wa jinsia inayoshambuliwa zaidi. Ni swala la haki za binadamu, kwa sababu mwishowe mmoja wetu anapoathirika wote tunaathirika. Mwishowe ni lazima tuhakikishe kila jitihada zinafanywa ili wanawake wapate tena nafasi ya kuzungumza mtandaoni, wawe na nafasi salama ya kufanya mazungumzo na kwamba sheria uh, na sera defense ziwekwe ili kulinda kila mtu, hasa wale and walio and hatarini zaidi. Wanawake wenye ushawishi kama vile wanasiasa, wanahabari, wanaharakati ndio hasa wanaolengwa zaidi. Lengo kuu ni kuwazuia kuzungumuza na kushiriki kwenye mijadala ya umma. Janet anatoka katika shirikisho la wanawake mawakili nchini Kenya. and no woman... Hakuna mwanamke aliyesalama kutokana na hili. Kwa hivyo kwetu sisi, hili ni jambo la kuzingatia, na tunasema ni wakati wa kulizungumza waziwazi. Ni lazima tuwawajibishe wahusika, hasa wamiliki wa, wa majukwaa haya na tuone ni kwa namna gani wanaweza kufanya kazi vyema kulinda wanawake na wasichana wanapotumia mitandao. Kumekuwa na matukio ambapo ukiukaji umetokea lakini wahusika hawajatoa msaada wa kutosha. Kabla hata ya maswala haya kufika mahakamani, kunahitajika msaada mkubwa, iwe wa kibinadamu, kiafya au teknolojia. Tumegundua kuwa baadhi ya waathiriwa hupitia mateso makubwa. Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Iwapo ndipo msikilizaji unafungulia redio yako, makala hewani ni Jua Haki Zako ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Redio France International. Tunajadili hatua ya wanawake kuendelea kushambuliwa kupitia maneno matusi, au kutolewa hata vitisho vya kuuawa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Ripoti ya shirikisho la wanawake mawakili nchini Kenya, yaani FIDA, kwa ushirikiano na wenzao kutoka nchini Nigeria, imeonyesha kuwa zaidi ya asilimia 97 ya wanawake waliohojiwa walisema wamewahi kudhalilishwa kupitia mitandao, wengine wakipoteza kazi kutokana na hilo, kuacha shule au kuathiriwa kisaikolojia. Mtafiti mkuu wa mradi huu kutoka nchini Kenya, Bi Masi Kamau, anasema tatizo hili linaweza kuzuiliwa endapo hatua za pamoja zitachukuliwa kuwajibisha wale wanaohusika na vitendo hivi vya kunyanyasa wanawake kwenye mitandao, na tulikuwa tunaangalia ni vipi ambavyo wanawake na wasichana wadogo wana, wanapata madhara kutoka unyanyasaji ambayo inafanyika katika mitandao. Na wakati tuliangalia hii kwa utafiti huu, tulipata kwamba asilimia 99 ya wamama na wasichana ambao walikuwa katika hii utafiti walisema kwamba kwa maisha yao washai kutana na hiyo unyanyasaji ya kimitandao na inawadhuru sana especially kimawazo. Wengine wanapatwa na msongamano wa mawazo kwa sababu ya ile vitu ambayo imefanyika katika maisha yao, so ile kitu tunaomba katika serikali ni watafute, kukuwe na policies ambazo zinaangalia mambo ya hii unyanyasaji ya mitandaoni, ndio wamama na wasichana wasiweze kuwagandamishwa katika hizo njia. media spaces wa create a lot of awareness kwa hii unyanyasaji wa mitandao, kwa sababu watu wengi hawajui, hata wakitukanwa mtandaoni hawajui ni vibaya. Unapata mtu tu anashikwa na stress, lakini haripoti mahali. So hiyo ndio kitu tunaomba sana ifanyike katika serikali. Umetaja kuhusu mitandao ya WhatsApp, uh, SMS na Facebook ndio ina inayoongoza WhatsApp kivipi? pengine utueleze tu. Unapata picha zinasambazwa katika mtandao wa WhatsApp, picha za nude za mtu akiwa uchi. Pia unapata matusi inapelekezwa hapo, body shaming mtu. Uh, unapata kama ni msichana alikuwa na boyfriend wameachana, unapata ana mtusi sana kwa WhatsApp. Sa hiyo ndio vitu ambayo inaendelea sana kwa WhatsApp, na pia WhatsApp is accessible like literally accessible to all, everybody who ha... kila mtu mwenye akona smartphone unapata na access WhatsApp, so nafikiri ndio hiyo inafanya inatumika sana katika kuwa, kusambaza hii unyanyasaji. Utafiti huu sasa umekuja na baadhi ya mapendekezo mapya ambayo yatahakikisha kwamba pengine dhulma hizi zinakoma. Uh, pendekezo la kwanza ni tuangalie policies na legal framework ambazo ziko ziangaliwe ndio ziweze kuonekana. Nyingi ya policies na legal framework haziongei mambo ya hii unyanyasaji. Technology imekuja haraka haraka sana, it is in advance haraka sana. Sasa unapata ile policies ambazo ziko haziguzii mambo ya uh, unyanyasaji wa mitandaoni. Jambo la pili ni kwamba tukuwe na systems ambazo zinaweza katika polisi na katika judicial system, kukuwe na system ambazo zinaangazia hii kind ya ni hii aina ya unyanyasaji. Jambo la tatu ni kuelimisha watu kuhusu hii jambo la uh, online harassment, uh, ama uh, unyanyasaji wa kimitandao. Watu waelimishwe waweze kujua na wajue ni crime, na anaweza enda akairipoti wakati ambapo inafanyika na ya ile. Jambo lingine ambalo tu, tungelifanya kumaliza hii unyanyasaji ni ku ensure wale kampuni ambazo ni wenye hizi mitandao platforms waweze kutengeneza safety measures na privacy measures, data protection measures katika mitandao zao zote, ndio mtu yeyote anajaribu ku, kupost kitu kibaya ama matusi ama something in, unakuta haiwezi. Naangalia kama ChatGPT ukisema I want to commit suicide, uh, how do I commit suicide, itakwambia we are sorry, we know how you are feeling but committing suicide is this, they will come mitandao ni vitu mbaya mbaya anakuwa cancel, asi, ama anakuwa want asiposti kitu kama hiyo tena. So tungepata hiyo platform zote ziweke hizo mechanism ndio ziweze kuprotect the, the users of those. Vita hivi unafikiri vitafaulu kwa sababu mazingira ya sasa yanashinda kibadilika badilika? Tutabuni sera hii kesho, tuamke mambo yamebadilika, unafikiri hmm. Vita hivi vitafaulu, zitafaulu kwa sababu as much as uh, hii technology ina change haraka haraka sana tunaweza weka policy ambazo zina change na hiyo hata kama ni review inafanywa kila mwaka, ndio tunaona kuna kitu ingine imeongezeka katika hii technology space, tunaongezea so kukuwe na mtu ako anaziangalia hizo policy na anaangalia advancement zenye zinafanyika, ndio unaweza kumari hizi policy na ile advancement ambayo inafanyika, inawezekana. Kwa hivyo, msikilizaji, kama mwanamke unayetumia mtandao au mwanaume unayetumia jukwaa hili la kidijitali, jua haki zako. Tafadhali, unayo haki ya usalama, heshima na uhuru wa kujieleza bila uoga, wote na ustahili kutishwa na mwitu yote wakati unatumia mitandao ya kijamii. Maneno ya uchochezi usinitumie, taarifa ya uzusi usinitumie, maneno ya chuki. Nam, msikilizaji, basi kwa nukta hiyo, makala haya ya Jua haki zako inafika kikomo. Makala haya bila shaka yameandaliwa kwa ushirikiano mkubwa sana na shirikisho la wanawake nchini Kenya, FIDA. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Ukijaliwa nami pia nijaliwe, inshallah, basi tutakutana kwenye makala mengine ya Jua haki zako juma lijalo. Kwa heri ya kuonana, msikilizaji. Yeah.